Akiwahutubia wanahabari katika ofisi za wizara ya elimu, jumba la Jogoo jijini Nairobi, afisa mkuu mtendaji wa baraza la kitaifa linalosimamia mtihani nchini KNEC Joseph Kivilu hatimaye amekiri kuwepo kwa wizi wa mtihani. No to to we right? Kadhalika kivilo alidokeza kuwa huenda mitihani inasambazwa kutoka kwenye baraza lenyewe japo alishikilia kuwa ni dhana inayochunguzwa zaidi.

haya yanajiri siku chache tu baada ya baraza hili kushikilia kidete kuwa mitihani haikuwa imeibwa. Juma hii muungano wa walimu nat kupitia mweka hazina John Matiang'i ulimtaka waziri wa elimu Jacob Kaimenyi kulivunjilia mbali baraza la NEK kufuatia kasoro hizo. Baraza la NEK limetangaza kuwa kwa jumla watu hamsini wametiwa mbaroni kufuatia wizi wa mitihani wa KCSE tangia mitihani hii kuanza. Kati ya hao hamsini, kumi na wanne ni walimu wanaotuhumiwa kwa kusambaza jumbe na karatasi walizodai ni za mtihani huo. Mbinu hizo ni pamoja na kuwadokezea wanafunzi maswali yanayodhaniwa kuwa kwenye mtihani rasmi siku chache kabla ya mtihani huo kufanywa. Kadhalika, wanafunzi sita kutoka vyuo vikuu vya Jomo Kenyatta na Kenyatta walitiwa mbaroni kwa kujihusisha na wizi wa mtihani. Vilevile vile watahiniwa 30 walikamatwa kwa kujihusisha na wizi wa mitihani hiyo. Kati ya hao kuna watahiniwa 25 wa kujifadhili kutoka maeneo ya Changamwe na Kilifi. Aidha, wanafunzi watano wanazuiliwa kwa kushiriki wizi wa mitihani shuleni. Wanne ni kutoka maeneo ya Molo na Nakuru na moja kutoka Mombasa. Wakati huo huo, baraza hilo limesema kuwa zaidi ya simu 40 za mkononi zimenaswa pamoja na madaftari kutoka kwa wanafunzi 50 katika shule mbalimbali mbali. hata hivyo hatua ichukuliwe isichukuliwe dhidi ya KNEC, hayo ni maji yaliyomwagika na hayazoleki. Kwa wadau wa elimu, wanafunzi hawatii fora katika taaluma wanazochagua katika vyuo vikuu, kwani hawazifai na hawajahitimu kuzisoma huku uozo huu ukiendelea kuathiri mitihani ya kitaifa hususani, ile ya KCSE, swali ambalo liko kwenye akili ya kila mkenya ni kuwa suluhu la kudumu litapatikana lini? Yunisomolo, QTV, Nairobi.